Siku moja tu baada ya vijana wa Gen Z kushiriki maandamano katika sehemu tofauti nchini Kenya, maandamano yaliyoshuhudia uharibifu na hata maafa kwa Wakenya. Sasa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anadai tukio hilo la jana halikuwa maandamano tu, bali ugaidi. Huyo hapa Leonard Omalo <tipa> Akizungumzwa kwenye kikao na wanahabari katika afisi zake kwenye jumba la Harambe, waziri Murkomen alidai kuwa maafa na madhara yaliyoshuhudiwa kwenye maandamano hayo hayakuwa na nia yoyote ya kujieleza ama kuandamana kwa amani, bali ni kuleta machafuko na uoga nchini, huku wakilenga viongozi wanaoegemea mrengo wa serikali na mali yao. What unfolded yesterday was not a protest, it was terrorism

It was deliberate, it was coordinated, it was funded, and it was premeditated and politically instigated. Waziri huyu aliyedai kuwa maandamano hayo yalifadhiliwa na baadhi ya wanasiasa wa upinzani nchini alihoji kuwa mpango na nia ya waliopanga na kufadhili maandamano hayo ilikuwa ni kutaka kuleta mapinduzi ya serikali kinyume cha katiba ya nchi. The mobilized protesters especially along Kiambu

Hata hivyo waziri huyo aliyeandamana na maafisa wakuu wa usalama nchini wakiongozwa na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja alisisitiza kuwa uchunguzi unaendelezwa ili wahusika wote na washukiwa waadhibiwe kisheria. Huku naibu rais Kithure Kindiki akizungumza katika kaunti ya Kiambu pia alishutumu vikali wahusika wa maandamano hayo, akilaumu baadhi ya viongozi wa kidini kwa kuunga mkono maandamano ya aina hiyo.

Who are involved in causing mayhem to our country. We are coming for you. And you must have your day in the court. The government will never allow what happened in Kenya to ever happen again in our country. Whatever it takes. Namuzi niuliza tutafanya nini? because we must protect the country we must protect the people of Kenya. Hao makanisa, mimi ningetaka niwaulize leo kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Kulingana na waziri Murkomen, zaidi ya watu kumi waliuawa kwenye maandamano hayo huku mia nne wakiwemo polisi mia tatu wakijeruhiwa na vituo tisa vya polisi kuvamiwa miongoni mwa madhara mengine yaliyotekelezwa kwenye maandamano hayo hapo jana. More than 10 Kenyans were killed. Investigations are ongoing on the numbers and the circumstances that this uh, uh, happened. Over 400 were injured. Close to 300 are police officers. Nikiripotia West TV kutoka Jiji Kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa.